Siwa kotini tunasema kesi za kijinsia ama za dhuluma za kijinsia tunazipatia kipaumbele. Kesi ikikuja kotini, tunaiharakisha, tunahakikisha yule mtoto, kama ni mzee, kama ni mama, amepata haki kwa uharaka vile inavyo inavyotakikana. Sawa sawa, tuko pamoja. Mkifika hapo, uki kama ni mtu ame, amechajiwa na defilement kwa mfano, defilement ni pale mtoto mdogo ananajisiwa, na kisheria tunasema mtoto wowote chini ya miaka kumi na nane ni mtoto, eighteen and below, huyo anakuwa recognized na sheria kama mtoto. Kwa hivyo mtoto yoyote ambayo yuko chini ya miaka kumi na nane akidhulumiwa, akinajisiwa A, a, a, a, a, kesi ikikuja kotini, kuna mifumo tofauti tofauti ambayo tunaangalia, na ukipatikana na hatia tunakufunga. Sawa sawa, inasemekana wadigo hawafungani, ni kweli ama si kweli? Lakini sasa sisi twasema, watu wa kotini twasema, mtu ukidhulumiwa usiseme hivyo, endo ripoti, uchunguzi ufanywe, mlete kotini. Kama mtu akona hatia atafungwa, kama mtu hana hatia tutamwachilia. Cha muhimu ni kuwa uki, kesi ikikuja kotini, msiogope, usiseme haa, yule ni uncle yangu, yule ni babangu, yule ni ni kazini yangu. Haa, ama yule ni mkwa wangu. Kesi kama kuna kitu kimefanyika kwa mtoto kwa mtu mzima ama kwa nani inahusikana na SGBV, msiwe na uoga, fanyeni halahala mkiitwa kotini Aiyo, akiwaita kotini, yule mchunguzi wa kesi akiwaambia njoni kotini, njoni mpeana ushahidi wenu, alafu mwachie koti iamue. Dhuluma ama lawama haita kuangukia wewe, umeongea lawama, itaangukia yule magistrate ambaye anapeana uamuzi, ama sio? Wewe utaenda kusema kile umesikia, utaenda kusema yale umeona, alafu mwachie hakimu ama jaji apeane uamuzi wake kuna vipengee ambavyo ningependa nivigusie, maanake kesi za SGBV zinaongezeka. sawa sawa, ukinajisi mtoto ambaye yuko chini ya miaka kumi na mbili, twelve years and below, ukipatikana na hatia tunakufunga miaka tunasema life imprisonment, maisha yako yote unabaki una gerezani. sawa sawa, wazee mpo? wetu wazee dhulumu mtoto wa chini ya miaka kumi na mbili ukipatikana tunakufunga maisha. Sawa, ukidhulumu mtoto ambaye yuko miaka kumi na tatu mpaka kumi na tano ukipatikana na hatia tunakufunga miaka ishirini gerezani. Sawa sawa Mwanifuata. uki ukidhulumu mtoto ambaye yuko miaka kumi na ta, kumi na sita, kumi na sita 16 years to 18 tumesema mtoto ni wa 18 years and below. Sasa mtoto wetu ambayo iko katikati ya katika kumi na sita mpaka kumi na nane ukipatikana na hatia ni miaka kumi na tano gerezani, sawa. Kwa hivyo tunataka nimesema, hizo ndo mjue ile ule uzito ambao tunachukulia hii sheria, na hii sheria tuna- imewekwa waheshimiwa wetu hapa wa parliament, hao ndo walipitisha ndio watoto wetu wakuwe feel safe na wakuwe protected. Hata sisi wa mama sisi sisi ambao tuko over 18 years and above, miaka yoyote kumi na nane kuendelea, mtu yoyote akitaka kufanya ngono na wewe ni lazima u upeane consent, ukubalie, umridhie. Akikulazimisha, gender desk officers wetu wako hapa, Police station yetu iko hapa Msambweni. Endo ripoti useme kijana fulani Jumaa Hamisi alijilazimisha kwangu, ama hata bwanako pia eh, hata mzee wako pia akijilazimisha kwako na mwenyewe hutaki, endo ripoti ehe. Alafu uja katini <laughs> ujaukane, uja mshahidi, huja useme huyu mzee wangu alinifanya hivi, hivi na hivi na hivi na sivyo? Na mimi shahidi <laughs> <Chaydi> ni wewe. <laughs> na wewe sasa, nikisikiza kesi nikikupata na hatia, si, si chini ya miaka kumi, mzee wako atafungwa kwa ten years and above, si chini ya miaka kumi. Nikimwonea huruma sana nitampatia miaka kumi. Kidogo. Wazazi, tusitelekeze watoto wetu, tuhakikishe tunawalea watoto wetu kwa dini, kwa maadili mema, ndio watoto wakikua wawe watu ambao watakuwa tajika kwa huu, kwa Msambweni, eneo letu la Msambweni. Sawa sawa, mmetoka kusema kuwa eh, mmesema elim, elimisha mm, msichana madada, ndio ukielimisha msichana umeelimisha jamii jamii yote, na hayo ni kweli, unaona -waheshimiwa shi, wa wetu hapa na nyinyi wenyewe mko hapa na ofisa zote wa government, mmewaona wengi ni wamama na wameenda wamesoma, wamekuja, wanakuja wanawaelezea yale maelezo, mavigezo ambavyo vitaweza kuwainua. Kwa hivyo msikufe moyo, hii elimu inasaidia. Elimisha mtoto wako mwelekeze kwa njia inaka ifaayo, manake ukitelekeza tu maadili mengine, pia wewe tutakuleta kotini, utahukumiwa na chako cha motoni. Itategemea na vile sheria ina- inasema. Sawa, sina mengi, ni hayo tu. Tungeongea mengi, lakini najua pia mdo unayoyoma na mengine mengi. Tutakuwa na hizi conversation na watu wetu wa, wa, akina Samba Sports na ma, ma, ma, ma, ma, ma, organization nyingine za jamii ambazo tunafanya kazi pamoja, tumeshikana mkono. Kwa hivyo mkisikia koti imefika mahali fulani, na waomba njoni, msikize message ama elimu ambayo tutawapatia, maanake itawasaidia nyinyi, itasaidia jamii na kule prison tutapunguza watu, manake prison zetu zimejaa. Prison zetu zimejaa sasa hivi, watoto wa vipanga wamejaa, na ni kumaanisha wazazi Hamfanyi kazi zenu sawa? Haya, ni hao machache na asante.